Wanadamu na kutukomboa. Leo Wakristo waumini wote tumekusanyika pamoja kama familia kuwaambia Mungu asante kwa kutukomboa, na ametupa changamoto kuwa kutokana na upendo wake kwetu ametutumia mwanawe ili akatukomboa, na mimi na wewe pia tumepewa mfano ulio bora. Kwa Mungu wetu ni Mungu wa utaratibu na ana utaratibu wa wake wa kipekee. Tunajifunza mengi kutoka kwake kuwa hata sisi katika maisha yetu ya kawaida tukiwa na mpangilio mzuri, bila shaka tutapata matunda mazuri, tutapata ufanisi. Na anatupea mfano huo ili tujifunze kutoka kwake. Sisi kama Wakenya, sisi kama Wakristo, tunaishi katika nchi nzuri. Tukipanga mambo yetu vizuri, bila shaka tutakuwa taifa tachika taifa lenye heshima ya kipekee. So, nawaomba katika heri hii ya Pasaka tuweze kudumisha amani, tuweze kupendana, na yule ambaye anaenda zaidi ajue kuwa Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu anayetakia sisi ufanisi katika viwango mbalimbali vya maisha, na tuweze kuwa na hiyo huruma kwa wenzetu tuweze kuwa na huruma katika huduma yetu, tuhudumie watu kwa upendo, tukijua kama Yesu aliokoa ulimwengu wote. Hata mimi katika udogo wangu na ukubwa wangu ninaokoa kisasi ambacho Mungu amenijalia kuwa pamoja na nacho. Na kwa hivyo tunawaombea mazuri, tunawaombea watoto wetu ambao wako likizoni na wanaruti shule a wao ndio matumaini yetu, na wanapoelekezwa vizuri na masomo, wao ndio watakuwa wokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo tuwapee malezi bora, tuwapee mwelekeo mzuri, tuwe mfano mzuri kwa wao, na wao watakuwa sababu ya ufufuko uh, wetu. Mungu awabariki, abariki Kenya yetu, abariki inchi yetu. Mungu awajalie nehema ya kipindi hiki cha Pasaka. Tujue kuwa ufufuko upo, tusikate tamaa. Mwaka huu ni wa jubilei, jubilei ya matumaini kwa kanisa, na tunaambia kila mmoja wetu katika sehemu yake kuwa please, kuwa ishara ya matumaini kwa wale ambao unakutana nao. Sisi kama kanisa, na vile niligusia katika mazungumzo yangu katika heri yangu kwa taifa na kwa wakristo wa Kikatoliki na Wakristo wote, nimesema kuwa malezi bora na sio bora malezi. Watoto hawa wanachifunza kwetu. Watoto hawa ni ishara ya matumaini. Tukiwapea malezi bora, tuna imani kama jamii tutakuwa na kisasi kizuri, kisasi chenye mwelekeo, kisasi cha nidhamu, kisasi kinacholeta Uh, matumaini na ufanisi na ufufuko katika maisha yetu. So tukae na watoto wetu kwa upendo. Mahala ambapo wanahitaji kuelekezwa tuwaelekeze kwa upendo. Mm, bila tunajua uh, mambo yenye yanaenda kinyume na maisha ni kutokana na maadili ambayo watu wamnayapuuza na ili hali yana umuhimu, iwe katika shule, iwe katika hali yetu ya kawaida ya nyumbani na kokote uliko. Sisi tunaitwa ni binadamu na tumeumbwa ili tudumishe hayo maadili mazuri. Mauaji tunayoyaona hivi ni watu kukoza kuwa na utu, because utu wetu unatuweka katika nafasi ya kuona wenzetu kama viumbe vya Mungu. Na kwa hivyo tunaimiza watu waheshimu maisha kutoka conception, natural conception mpaka natural death. Ile yenye inakuja hapo katikati inanyanyasa, inakandamiza maisha. Mauaji si sehemu ya mafundisho ya kanisa. Sisi ni watu tunaoheshimu maisha, tunaotakiwa kulinda maisha, tunaotakiwa kulea maisha. So wale ambao wanahusika na, na mauaji wanahitaji kitu inaitwa conversion. Tunatakiwa kuwasungumuzia, waelewe umuhimu wa kulinda uh, maisha.